Aa, ndugu mkulima, aa, kwa majina yangu naitwa Hari Nasari ni bwana shamba kutoka kampuni yako pendwa ya mbegu ya Sidco. Ah, leo niko mkoani Arusha wilayani Meru kwenye shamba la mkulima wetu anaitwa Mzee Muro. Hii unayoiona mbele yako hapa ni mbegu yetu pendwa kabisa, aa, Pundamilia mpya chapa 555. Aa, kama unavyojua, Sidco tuna mbegu za aina mbalimbali kwa kila mkulima lakini leo nitaongelea swala la mbegu za kwa ajili ya umwagiliaji, lakini pia wale ambao wanaangalia soko la mahindi ya kuchoma. Tuna mbegu mbalimbali, lakini linavyokuja swala la mahindi ya kuchoma, mbegu pekee au mbegu namba moja ambayo tutakushauri kwa ajili ya mahindi ya kuchoma ni mbegu yetu pendwa kabisa nambari 55 kama unavona. Sasa hizi sio msimu na shamba letu ukiliangalia ya limemwagiliwa, maana yake ni mahindi ambayo yamelimwa kipindi cha kiangazi. Kwa nini wakulima wetu wengi wanapendelea nambari 555 Pundamilia au kwa nini sisi pia tunashauri mbegu hii? <coughs> cha kwanza kabisa ni mbegu ambayo inaota vizuri sana. Uotaji wake ni mzuri na inatoka kwa nguvu, lakini pia inakupa uh, shina ambalo linakuwa ni nene sana kiasi kwamba pale ambapo unaipanda kiangazi inaweza kuhimili na kupambana na changamoto za hali ya hewa. Mbegu hii inavumilia sana ukame, lakini pia tukienda sasa kwenye kuchoma, hii ni mbegu ambayo inakomaa kwa muda mfupi, kwa hiyo ndani ya siku tisini utakuwa umepata mahindi yako tayari kwa ajili ya kupeleka kuchoma. Lakini pia mbegu hii inapendwa sana na wale wanunuzi na walaji. Kwa nini? Ni mahindi ambayo ni matamu sana. Aa, lakini pia ukiavuna kwa kipindi kizuri ni malaini. Kwa hiyo wakulima au wale wanunuzi ambao wanayachukua kwa ajili ya ku, ya kula, kwa kuchoma wanayapendelea sana kwani yanakuwa ni matamu, lakini pia yanakaa na utamu wake kwa muda mrefu. Ukivuna leo unaweza ukalila hata baada ya siku mbili tatu. Kwa hiyo hizo ni sifa mojawapo ambazo zinafanya mbegu hii ipendwe na wakulima wengi ambao wanalima mahindi ya, ku, ya, ya kiangazi kwa ajili ya kuchoma. Kwa hiyo basi, pale unapofikiria mahindi ya kulima kiangazi kwa ajili ya kuchoma, naomba uifikirie zaidi mbegu yetu mpya ya Pundamilia nambari 555 na kwa sifa za ziada. Kwa sababu utakuwa unalima mahindi peke yako, kunakuwa na usumbufu wa ndege. Mbegu hii inafunga vizuri sana aa, kwa hiyo sio rahisi kushambuliwa na ndege, lakini pia mbegu hii inahimili changamoto za magonjwa na ukame kama nilivyosema awali. Lakini pia ukiwa unalima kipindi ambacho sio cha msimu, kunakuwa na changamoto za, za magonjwa ya milia. Mbegu hii pia ni kiboko, nashindwa tu kukuonyesha. Shamba la jirani karibia limeisha na milia, lakini mbegu hii kama unavyoiona a, bado inapendeza, na mkulima wetu yuko na furaha muda wote, anashinda shambani kwa sababu anajua atavuna vizuri, na mpaka sasa hizi wanunuzi wameshaanza kupiga oda mahindi haya yakiwa tayari waweze kuyanunua kwa ajili ya soko lao la kuchoma. Kwa hiyo unavyoongelea mbegu ya kuchoma uh, mahindi ambayo ni ya kiangazi. Chagua Pundamilia nambari 555. Seedco nyumba ya mavuno bora uh, mbegu bora zinapatikana Seedco pekee. Karibu sana.